katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiac. Leo ari yako ya ubunifu na kujiamini na pamba moto, ikikusukuma kufuata wazo jipya ulilokuwa ukilitafakari. Mazi inaweka mwendo mzuri kwa maamuzi yako, lakini hakikisha unatumia nguvu zako kwa busara ili kuepuka kuchoka. Katika kazi siku hii ya leo, ushirikiano kazini unazaa matunda makubwa. Jifunze kushirikiana kwa ufanisi. Katika mapenzi siku hii ya leo, Mawasiliano ya wazi yanaimarisha uhusiano wako, tumia muda wa kueleza hisia zako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, epuka matumizi ya ghafla, tasmini uwekezaji wako kwa umakini. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fikiria kuongeza mazoezi mapya kwenye ratiba yako ili kuongeza nguvu mwilini. Usikubali msukumo wa kufanya maamuzi ya haraka bila mpango wowote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 katika kazi siku hii ya leo, ukakamavu na umakini wako vinakuletea kutambuliwa kazini. Katika mapenzi siku hii ya leo, subira ni muhimu. Leo mshauri wako wa karibu atahitaji ushauri wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, angalia bajeti yako kwa makini na epuka matumizi yasiyo ya, ya lazima. Upande wa kiafya siku hii ya leo, tafuta njia za kupunguza msongo wa mawazo kama kutembea kwenye mazingira ya asili.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 unakufanya kuwa na mvuto zaidi katika mijadala na mazungumzo. Katika kazi siku hii ya leo, wazo lako jipya linaweza kukupa msukumo endapo utalizungumzia kwa ujasiri. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, ushawishi wako utakufanya kuwa mchangamfu zaidi. Tumia nafasi hii kuimarisha mahusiano yako. Upande wa kifedha siku hii ya leo leo, ni siku nzuri ya kutathmini vyanzo vipya vya kipato. Upande wa kiafya siku hii ya leo, Andika mawazo yako au tumia njia za ubunifu ili kupunguza msongo wa mawazo. Usikubali kujiingiza katika majukumu mengi sana, huenda yakakuchosha. Chagua mavazi yenye rangi angavu kama njano au bluu kwa msukumo wa nishati. Jioni tumia muda wako kusoma au kushiriki mijadala yenye maana kwako. Rangi ya bahati ni njano. Nambari ya bahati ni tano. Mafusho ni ravenda. manukato ni Lemon Verbena. Saa nzuri siku hii leo ni saa tatu kamili asubuhi hadi saa sita kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana na nazo siku hii leo ni nyota ya Mizani na nyota ya Ndoo. Tukiangazia nyota ya Kaa, hii ni nyota ya watu walozaliwa Juni 21 hadi Julai 22. Kumbuka hii ni nyota nne katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac Leo nguvu ya mwezi inakuletea nishati ya utunzaji na upendo kwa familia yako. Unahamasika kujenga mahusiano imara na kuhakikisha ustawi wa wale uwapendao. Katika kazi, siku hii ya leo, intuition yako inakusaidia kufanya maamuzi sahihi kazini. Tumia uwezo wako wa asili kuelekeza juhudi za timu yako kazini. Katika mapenzi, siku hii ya leo, sikiliza hisia zako na za mpenzi wako. Hii itasaidia kuimarisha uhusiano wenu. Upande wa kifedha siku hii ya leo, angalia bajeti yako na fanya mpango wa kuweka akiba kwa siku zijazo. Upande wa kiafya siku hii ya leo, jali afya yako kwa kujipa muda wa kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Epuka kukubali majukumu mazito bila mipango mizuri. Rangi laini kama vile fedha na nyeupe zitakuletea utulivu wa akili. Tumia muda wa jioni kwa tafakari au kupumzika na wapendwa wako. Rangi ya bahati ni fedha.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 Leo jua linakuletea mwanga na ujasiri wa kushinda changamoto zako. Unavutiwa na mafanikio na hii ni siku nzuri ya kuonyesha uwezo wako kazini na kwenye mahusiano yako. Katika kazi, siku hii ya leo, fursa za kuonyesha uongozi wako zitajitokeza. Chukua hatua kwa ujasiri. Upande wa mapenzi siku hii ya leo, ukarimu wako unawafanya wapendwa wako kujihisi salama na kupendwa. Upande wa kifedha siku hii ya leo, panga matumizi yako vizuri. Na epuka kununua vitu kwa msukumo wa ghafla. upande wa kiafya siku hii ya leo pata muda wa kujiburudisha kwa shughuli za ubunifu kama sanaa au kucheza usikubali majukumu makubwa zaidi ya uwezo wako chagua rangi angavu kama dhahabu au machungwa kwa mvuto zaidi tafakari na panga malengo yako kwa siku zijazo rangi ya bahati ni dhahabu nambari ya bahati ni moja mafusho ni cinnamon, manukato ni amber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 Jitahidi kuweka mambo yako sawa na kutumia mbinu bora za kufanya kazi zako kwa ufanisi. Katika kazi, siku hii ya leo, utaratibu wako mzuri utakufanya uonekane kuwa mtu wa kutegemewa kazini. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, msikilize mpenzi wako kwa umakini. Ushauri wako ni wa thamani kwao. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, fanya marekebisho kwenye bajeti yako ili kuongeza akiba yako. Upande wa kiafya, siku hii ya leo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 ushirikiano na wenzako kazini unakuletea mafanikio makubwa. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo mahusiano yanahitaji subira na upendo wa kweli ili kudumu. Upande wa kifedha siku hii ya leo epuka matumizi yasiyo ya ya lazima na hakikisha bajeti yako iko sawa. Upande wa kiafya siku hii ya leo yoga au mazoezi ya kupumzisha mwili yanaweza kukuletea utulivu. Epuka kuamua mambo haraka kwa hisia bila kuyatafakari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 Upande wa kifedha siku hii ya leo, panga mbinu za kuongeza kipato kwa muda mrefu. Upande wa kiafya siku hii ya leo, tafuta njia za kupunguza msongo wa mawazo kama kutembea au kutafakari. Epuka migogoro na watu wasiokuelewa. Rangi ya zambarau au nyeusi inaweza kukupa nguvu zaidi. Fanya tafakari ya kina kuhusu malengo yako. Rangi ya bahati ni zambarau, nambari ya bahati ni nane, mafusho ni mirhi, manukato ni oudi.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 Katika kazi siku hii ya leo, fikiria fursa mpya zinazoweza kuleta maendeleo kwenye taaluma yako. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, urafiki na mapenzi vinakuwa kupitia mazungumzo ya kina. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kagua mipango yako ya kifedha kwa uangalifu zaidi. Upande wa kiafya siku hii ya leo, jitahidi kudumisha mazoezi ya mwili kwa ajili ya afya bora. Usikubali kuongozwa na msisimko wa muda mfupi bila mipangilio yoyote.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 Upande wa kifedha siku hii ya leo, weka akiba na punguza matumizi yasiyo ya, ya lazima. Upande wa kiafya siku hii ya leo, pata muda wa kupumzika ili kupunguza msongo wa mawazo. Usikubali kubeba mzigo wa kazi nyingi kupita kiasi. Rangi za giza kama vile kahawia na kijivu zinakuletea utulivu. Jali afya yako ya kiakili na kimwili kwa uwiano mzuri. Rangi ya bahati ni kijivu, nambari ya bahati ni nne, mafusho ni sandalwood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 Leo ni siku ya kutafuta njia mpya za kujereza na kuwasiliana na watu walio karibu nawe. Mawazo yako yanaweza kuleta mabadiliko chanya ikiwa utayatumia vyema. Katika kazi siku hii ya leo, fikiria njia ya bunifu za kutatua changamoto kazini. Ubunifu wako utathaminiwa. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mabadiliko ya kihisia yanaweza kutokea. Kuwa mvumilivu na elewa upande wa pili. Upande wa kifedha siku hii ya leo Fanya maamuzi ya kifedha kwa hekima na epuka mikataba isiyo na uhakika. Upande wa kiafya siku hii ya leo, jali afya ya akili kwa kupata muda wa kupumzika na kutafakari. Usikimbilie kufanya maamuzi bila kufikiria madhara yake. Rangi za bluu au fedha zitakuletea usawaziko na utulivu. Kuwa na watu wanaokutia moyo na kuepuka mazingira hasi. Rangi ya bahati ni fedha, nambari ya bahati ni 11, mafusho ni lavenda manukato ni pachol. Saa nzuri siku hii leo ni saa nne kamili asubuhi hadi saa saba kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii leo ni nyota ya mapacha na nyota ya mizani. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Kumbuka hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ni siku ya kuzingatia ndoto na hisia zako. Uwezo wako wa kiroho na huruma yako vitakusaidia kushinda changamoto katika kazi siku hii ya leo. Ubunifu wako unaweza kuleta suluhisho jipya kazini, usisite kushirikiana na wengine. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, onyesha hisia zako kwa uwazi, lakini usiruhusu hisia zako kukufanya upoteze mwelekeo. Upande wa kifedha siku hii ya leo, panga matumizi yako kwa busara na epuka kutumia fedha kwa msukumo wa kihisia. Upande wa kiafya siku hii ya leo pumzika vya kutosha na epuka msongo wa mawazo kwa kutafuta mazingira tulivu. Usiruhusu watu wenye nguvu hasi kukuvuta chini. Rangi za bahari kama turquoise au samawati zitakupa amani ya ndani. Fanya mazoezi ya kiroho kama tafakari au yoga. Rangi ya bahati ni turquoise, nambari ya bahati ni tisa. Mafusho ni jasmine, manukato ni vanira. Saa nzuri siku hii ya leo